Kwa majina yanaitwa Dr. Alex Mrema mganga mkuu wa wilaya ya Tanganyika. Mnamo tarehe ishirini na saba mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano tulipata taarifa kuwepo kwa madaktari katika kitongoji cha Kabatini kijiji cha Mpembe kata ya Katuma ndani ya wilaya yetu ya Tanganyika wakitoa huduma ndani ya kitongoji hicho. Katika kufuatilia tulikuta mtoa huduma mmoja ndani ya kijiji cha Kabatini kwenye eneo la Gala akiwa anatoa huduma, lakini katika kumfanyia uchunguzi tulibaini mambo yafuatayo. Cha kwanza, tulibaini mtoa huduma huyu alikuwa akitoa huduma za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala, nikimaanisha za kiuganga wa kienyeji pasipokuwa pia na kibali kutoka halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kumruhusu kutoa huduma ile ndani ya eneo letu. Lakini vile vile tulibaini huduma hizi za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala alizokuwa akizitoa, alikuwa hana na utaalamu wowote wa kutoa huduma za kitabibu. Tulimkuta akiwa na vipimo vya kitaalam, ikiwepo mashine kwa ajili ya kupima shinikizo la damu au pressure lakini ilikuwa na vipimo kwa ajili ya kupima kiwango cha sukari kwenye damu, glukometa ikiwa pamoja na strips zake. Lakini tulibaini akiwa na mashine ya pulse oximeter ambayo ilikuwa inapima kiwango cha oxygen kilichokuwa kwenye damu pamoja na mapigo ya moyo. Lakini katika kufuatilia, tuligundua kwamba mtaalamu huyu hajui hata range ya kipimo cha sukari ni wakati gani mgonjwa tutamtemwa au tutamuona kwamba ana kisukari au hana, na ipi ni fasting blood glucose na ipi ni random blood glucose. Lakini tulienda mbele zaidi, tulipofika kwenye kipimo cha pulse oximeter ilimuuliza kipimo hichi kinatumika kwa matumizi gani. Alitoa kauli ya kwamba kipimo hichi tunampima homa mgonjwa, lakini ilikuwa ni tofauti na matumizi ya kipimo kile. Lakini mazingira ya utoaji wa huduma ni kwamba wale wote waliokuwa akiwatoboa alikuwa akiwafuta kwa kutumia cotton ambazo zote alikuwa amezitupa chini kwenye ardhi pale alipokuwa akitolewa huduma zikiwa na damu, lakini ndani ya foleni kulikuwa na watoto wa miaka miwili mitatu, ambayo ilikuwa ni chanzo kikubwa cha maambukizi kwa tunaweza kuchukua hatua tukishirikiana na vyombo vya usalama kwa kuwachukua, lakini kufuata taratibu, sheria na kanuni za nchi yetu, lakini za Wizara ya Afya pamoja na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala tulichukua hatua stahiki zikiwemo za kuwapiga faini kulingana na taratibu mpaka ambapo tumefikia. Jina naitwa Richard Evansi Ndege, ni mganga wa tiba asilia. Ilifika wilaya ya Tanganyika mwezi wa tatu tarehe nne, na nikaanza majukumu ya huduma tiba asilia. Iliwaita wadogo zangu kwa lengo la kunisaidia huduma hii ya tiba asilia ilianza shughuli hii kata ya Kalema ikiwa na wadogo zangu, lakini tulipofika kata ya Katuma, mwenzangu mmoja aliomba akahudumia Kabatini. Mdogo wangu nilimruhusu kwenda kuhudumia Kabatini, lakini pia mimi na mdogo wangu mwingine tulienda Igarura, kijiji cha Igarura kwa huduma ya tiba asilia kosa tuliyofanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo hivyo, najutia kuwa ni kosa la kisheria kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu wenye nguvu Mnakuwa matapeli, mnakuwa wadanganyifu, sio sawasawa. Sawa kwenye nchi yetu, lakini kwenye wilaya yetu pia sio sawasawa mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni watake watendaji serikalini, kuanzia ngazi ya halmashauri kushuka chini wasitoe barua ovyo za utambulisho bila kujiridhisha, unayemtambulisha ni nani, ana sifa gani, na ukimtambulisha, mfuatilie huko na kufanya nini. Lakini si mkazi wa Tanganyika, ametoka huko alikotoka, unamfahamuje kule? Kwa hiyo hili, timu ya wataalamu wetu, mhakikishe mnalizingatia hata kama tungekuwa tuna wino mwingi kiasi gani, tunapinda na karatasi, sio kutoa vitambulisho ama utambulisho wa watu kiholela. Kwa hiyo hii nayo halimashauri mlitazame na mlizingatie.